Shalom ndugu mtazamaji, nipende kukukaribisha katika kipindi chetu pendwa, na nimepata wageni watajitambulisha, na baadaye tutafahamu wao ni wakina nani na wana nini ambacho wametuletea. Karibuni, nianze na kaka hapa, baadaye nitafuata kwa mama pale. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina naitwa Godlove Martin Lupatu. Amen. Nina umri wa miaka kumi na moja. Mimi ni mwimbaji wa wa gospel. Amina. Amina. Mama karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina naitwa Paulina Lupatu. Mimi ni wa mama wa Godlove Lupatu. Mama God ni mtoto wa ngapi? Godlove ni mtoto wa nne. Godlove ni mtoto wa nne. Hongera kwa kupata kijana mdogo ambaye anafanya vitu vizuri. Tumevisikia na baadhi ya watazamaji wangu, najua watakuwa wameshaviona, kwa sababu ana akaunti zake za YouTube na zimekuwa zikirushwa kwenye baadhi ya vyombo vya habari. Ni mwaka gani ambao mligundua kipaji au huduma ya, ya mtumishi wa Mungu Godlove. Mm, Godlove, yeye tangu akiwa mtoto wa miaka mitatu alikuwa akisikia muziki atacheza tu, yani haijalishi anachezaje, lakini atacheza na mondoko au mtindo aliokuwa anapenda zaidi kucheza ni Waboni Mwaitegi, anacheza anakaa chini anabinuka na sarakasi, mambo yanaenda. Lakini ilipofika mwaka elfu mbili na ishirini na moja ndipo nilipogundua kipaji, kwa sababu alikuwa anaimba kwenye kwaya ya watoto. Tulipoenda kurekodi kwa mara ya kwanza kwaya ya watoto, nikaisi huyu anacho kitu cha tofauti. Naam. na mwaka elfu mbili umesema na ishirini na ngapi? Alianza ishirini na moja, na mpaka hmm. Sasa Godlove ana nyimbo ngapi ambazo amerekodi kwa mfumo wa audio pamoja na video? Uh, video bado lakini mpaka sasa hivi Godlove wana nyimbo tano ambazo ziko tayari, lakini na nyimbo moja ya sita iko jikoni. Nahisi baada ya wiki kama moja mbili itakuwa tayari. Hongera kwa huduma hiyo. Asante. Unaweza kunitajia hata wimbo mmoja kati ya nyimbo hizo ambazo umerekodi ambao unaupenda sana kuliko nyimbo zote? Ndiyo. Nita, nitajie Amezaliwa. Ni wimbo ninaoupenda kwa sababu unaelezea Yesu alivyozaliwa kipindi kile cha Christmas. mm. kwenye wimbo naopenda sana. Nikuulize swali je. yeah. Unawezaje kumudu ratiba yako ya shule pamoja na uimbaji? shule inakuwa shule inakuwa na masomo vile vile, na nakuwa vizuri katika masomo, nakuwa na focus katika masomo na kwenye muziki huwa niko hivyo hivyo. Hmm. Nyimbo unaimba katika huduma mbalimbali kwenye makanisa tofauti kwako. Hmm. Yeah. Mama, je, inapitia changamoto gani kwa ajili ya huduma ya Godlove, maana najua ni kijana mdogo, na wakati mwingine analiko kwenye makongamano makubwa. Mnawezaje kuzikabili hizo changamoto ambazo huenda zinajitokeza? Changamoto bado hatu, hatuja kukutana nazo nahisi, na hisi na hatuzitaki zitokee. Anapoalikwa kama kuna uwezekano wa kwenda mm, basi mimi mwenyewe nampeleka Godlove kwenye haya makongamano, kwa sababu najua kabisa umri wake bado ni mdogo. Siwezi kumruhusu aende mwenyewe au siwezi kumruhusu aende na mtu mwingine. Lazima mimi mwenyewe niende niangalie, je lile kongamano kweli na na umri wake na lile kongamano vinaendana. mm. E, sio kwamba kila kongamano naruhusu. Hapana. Naam, ndugu mtazamaji, tunaendelea kupata mdokezo wa taarifa za mtumishi wa Mungu Godlove, Martin Lupatu. Mwaka 2024 kulikuwa na kongamano kubwa la maadhimisho ya miaka 85 ya TAG naye alikuwa ni miongoni mwa walikwa kuhudumu siku hiyo. Je, wewe kama meneja na mama wa Godlove, maandalizi yake yalikuwaje, na namna ya kutekeleza lile ambalo mlikuwa umealikwa kulitenda ilikuwaje? Unaweza ukatushirikisha kidogo? Uh, wakati maandalizi ya ya maadhimisho yanaanza wakati yanaanza yale ya, ya idara, ndio nilikutana na rafiki yangu mmoja mpendwa mzuri kabisa, alinitembelea nyumbani wakati Godlove anaumu. Sasa wakati tunajadili maadhimisho, nikaja wazo kwa nini Godlove asiime kwenye yale maadhimisho. Kwa hiyo baada ya kumaliza pale, kwa sababu yule rafiki yangu yeye ni mkurugenzi wa idara ya wanawake jimbo, ana vitu vingi, nikaanza kumdodosa kuna nina, nini na nini kwenye maadhimisho. Kwa hiyo wakati ananipa vile vitu, mimi nikawa na vi- na vinoti kwa kwa kwa yani, kwa kawaida mimi siyo, siwezi kuimba siwezi, lakini naweza nikakuandikia kitu, mtu aniingizie sauti na Godlove bado hajaanza kuimba mwenyewe kutunga mwenyewe bado kwa umri wake, lakini namvutia na muda, kuna umri fulani itabidi afanye mwenyewe kwa lazima. Kwa hiyo baada ya kuandika vile vitu, hmm. Nina mtoto wangu, yeye anaweza kuingiza sauti, nikamtumia basi, akatutengenezea ule wimbo. Mama ubarikiwe kwa huduma hiyo. Maana nimegundua vitu vitatu kwako, kwanza ni mama pili ni meneja, lakini tatu ni mtunzi wa Godlove. Mm. Je, ni nini matarajio baada ya hizo nyimbo kuwa zimekamilika, tunatarajia nini? Kwa sababu huu wimbo wa maadhimisho ndio uliofanikiwa kufanyiwa video. Je, kwa hizo zilizokuwa zimerekodiwa kuwa kwa audio, na matazamio ya kufanya video au hey? Hayo matazamio yapo na, na ni matarajio makubwa, nilikuwa natamani yeah. Atufanye tufanye nyimbo kama tano nane hivi zifike kama nane yeah. Sasa atakapozindua album za audio, hapo ndo tujiandae kufanya video pia, yaani ninatamani mimi, ndo ninatamani Godlove afike mahali fulani, sijui kama Godlove yeye ana matamanio hayo, lakini mimi ninaona kuna kitu ndani ya Godlove kwa hiyo natamani afike maeneo fulani, lakini tunamwamini Mungu atafika. Amina. Kwako Godlove, matarajio yako ya huduma ulionayo, maana tunaona nguvu ya mama ni kubwa, je, kwa upande wako unatarajia nini kwa wakati ujao? Kwa maana sasa hivi nimesikia mama alikuwa anasema itafika wakati utasimama mwenyewe Utajiandikia nyimbo na utatunga mwenyewe. Je, tunatarajia nini, au matarajio yako wewe ni yapi? Kwa mimi, ningetarajia kuwa waimbaji wakubwa kama Poclementi Zoravo, bila kombo, mimi muangu, angu, na msimamo wangu peke yangu kutunga nyimbo na nani, vitu vingine kama kushuti na nilichokuwa nakitarajia. Amina. Basi mimi sina mengi ya kuzungumza nanyi, tunaweza kuwapataje? Kwa maana dunia sasa hivi ni kama kijiji, naweza mkatuelezea mawasiliano yenu na namna ya kuwapata, mama. Karibu uh, ukitaka kutupata, yeah, sisi kazi za Godlove usifanye, mimi mama kama mama, yeah, tunafanya kama familia kama nimesema Godlove ni mtoto wa nne, lakini ana kaka zake mm. na baba yupo. Kwa hiyo hata wao wana mchango kwa sababu nimesema, kuna kaka mwingine anatunga, kuna kaka mwingine anainua kwa manenda studio, baba naye ana sapoti. Kwa hiyo ni kazi kama ya familia, lakini tunapatikana kwa YouTube. Ukiandika Godlove Lupatu basi t hapo na nyimbo zake tunaendelea kuziingiza moja moja. Amina. Hmm, basi ndugu mtazamaji, hayo ndio mambo ambayo walikuwa wametuandalia Godlove Martin Lupatu pamoja na mama God. unaweza ukatuimbia wimbo wa miaka 85, hata kwa kipande kidogo? Karibu basi tukusikilize. Nasi, bila skofu wetu mtoka mbali nani nani angefanya haya? Amina. Amina, barikiwe. Basi, ndugu mtazamaji, nashukuru kwa ajili ya kutufuatilia na ni kusi endelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii ili tuendelee kupashana habari za kutosha, pia jiandaye kwa ajili ya ujio wa wimbo wa mtumishi wa Mungu Godlove Martin Lupatu. Mungu akubariki.